Rais Donald Trump wa Marekani, kabla ya kurejea madarakani, aliahidi mara kadhaa kwamba angevimaliza vita kati ya Urusi na Ukraine pamoja na mizozo mingine ya kimataifa ndani ya masaa ishirini na nne tu. Lakini hali ilivyo sasa ni kinyume chake. Wiki iliyopita Trump mwenyewe alikiri hadharani kwamba mgogoro wa Ukraine ni mgumu zaidi kuutatua kuliko alivyodhania. Kwa sasa Urusi inazidisha mashambulizi yake angani na ardhini, hususan mashariki mwa Ukraine na maeneo mengine nchini humo. Wasiwasi umeongezeka barani Ulaya baada ya droni za Urusi kuingia kwenye anga za nchi mbili wanachama wa jumuiya ya, ya NATO, kitendo kinachoibua hofu ya kuenea kwa vita. Mwezi mmoja tangu kufanyika kwa mikutano ya faraga kati ya Trump na Rais Vladimir Putin na Volodimir Zelenski wa Ukraine, hali imezidi kuzorota. Licha ya vitisho na vikwazo vilivyowekwa na pande mbalimbali dhidi ya Moscow, Urusi haijapunguza kasi ya mashambulizi. Swali ni je, Rais Trump aliyewahi kujitangaza kama msuluhishi wa mzozo huu anawaza nini sasa kuelekea mustakabali wake wa kisiasa na diplomasia? Na kwa upande wa Kremlin, Kiev na washirika wa Ulaya, je, kuna mbinu mpya zinazoweza kuleta matumaini ya amani? Hayo na mengine tunayajadili na wageni wetu, Abdul Mtulia, mchambuzi wa siasa za Ulaya, na Dr Harison Mwilima, mhadhiri na mchambuzi wa siasa hizo. Pia karibuni sana, tumesha karibia. Asante. Uh, viongozi wa Ulaya wameonyesha kila hatua za kuiunga mkono kikamilifu Poland baada ya nchi hiyo kuripoti wiki iliyopita kudungua zaidi ya dazeni moja ya droni za Urusi zilizoingia kwenye anga yake. Bila shaka, jambo hilo limezua hofu ya kuongezeka kwa vita na hasa kufuatia kisa hiki kinachoshuhudiwa kwa mara ya kwanza ya cha droni za Urusi kudunguliwa katika eneo la nchi wanachama wa NATO. Mzee Mtulia, naanza na wewe kwa mtizamo wako hili linakaje? Eh, ni, ni, ni ni kitendo cha cha cha hatari kama mtu atakiangalia kwa kwa kwa haraka haraka, lakini mimi ninafikiri kama eh, wenyewe Warusi walivyosema kwamba hawakuwa na nia ya kufanya kitu hicho na wala hawana mpango wa kuishambulia nchi yoyote ambayo imo katika, katika NATO mm. eh, na hili tunaweza kuiona limeeleweka vizuri hata kwa Marekani kwa sababu hata Wamarekani wenyewe hawakutoa zile kauli mbaya sana au kali kuiambia Urusi kwamba uh, imefanya makosa. Ni kweli kwamba Urusi imefanya makosa kwa sababu eh, droni zake zimeingia katika katika anga ya, ya, ya Poland kwa mara ya kwanza na na mara ya pili uh, zimeingia katika anga ya, ya, ya Rumania mm-hmm. lakini kama wenyewe warusi wanavyosema kwamba haya hayakuwa matukio yaliyopangwa ni ni, ni bahati mbaya. Kama wazungu wanavyosema leo wanatumia neno stray, yani ziliingia kwa bahati mbaya katika sehemu hii. Ni kitendo ambacho kwa kweli kinasababisha wasiwasi, lakini nafikiri kwamba pande zote zi, zimeelewa nini hasa kimetokea na wamejaribu eh, kuchukua hatua zinazostahili. La, lakini eh, Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk yeye anasisitiza kwamba kitendo kile kilikuwa cha makusudi. Mzee Mtuli. Mimi sidhani kama kitendo hicho kilikuwa cha makusudi, hizo droni zimeingia kwa bahati mbaya. Tujue kitu kimoja, hivi sasa nchi za za za, za, za magharibi mm. nchi za Ulaya uh, zimo katika juhudi za kutafuta uh, pesa za kutosha kwa ajili ya ulinzi mm. na linapotokea tukio kama hilo, bila shaka wana, wanalipigia debe sana, ili kuweza kuwa, kuwa, kuwaonyesha wananchi wao kwa nini sasa wanahitaji fedha zaidi kwa ajili ya ulinzi mm -hmm. Na nakuja na kwako kwa, Dr. Harrison, unadhani Moscow ina mkakati gani, na hasa baada ya kisa hiki? Tumemsikia mzee Mtulia akianza kukifafanua, tuliona ilianzisha luteka za kijeshi na Belarus, hatua ambayo ilisababisha Poland kufunga mipaka. Je, pengine ni ujumbe tu ilitaka kuupeleka sio tu kwa Poland lakini pia kwa Ukraine na washirika wake wa Ulaya na NATO? Nadhani Urusi, nakubaliana na na kama alivyosema mwenzangu Bwana mm. Mtulia mm. kwamba mi mwenyewe nahisi ilikuwa ilikuwa ni bahati mbaya, kwa sababu ukiangalia hata ukijaribu kuingia kwenye kwenye viatu vya Urusi kiukweli, kama ingekuwa alifanya alifanya madhumuni ya kufanya hivyo mm. lingekuwa ni kosa kubwa sana la kimkakati kwa sababu u Urusi yenyewe inajua kabisa kwamba kupeleka drone kule kutafanya labda nchi za Ulaya, nchi za NATO zitataka kujiimarisha mm, zaidi mm, mm, na kuweza kuimarisha bajeti zao na kupeleka majeshi karibu na Urusi. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho Urusi ingekiona. Kwa hiyo mi mwenyewe nakubaliana kabisa kwamba lilikuwa ni swala la bahati mbaya, na mkakati wa Urusi nadhani kama, kama tunavyofahamu ni kwamba Urusi inataka kumaliza mgogoro huu, lakini inataka kumaliza chanzo cha mgogoro huu kwa hiyo na chanzo chake ni kufanya kwamba Ukraine isitake kuingia katika jeshi la NATO kwa sababu Urusi yeye inaogopa kuwa uh, nchi kama Ukraine ambayo ipo karibu nayo kuwa ndani ya jeshi la NATO. Kwa sababu hiyo, kutokana na Urusi, ni suala ambalo linaweka usalama wake kwenye walakini. Kwa hiyo, huo ndio mkakati wa Urusi zaidi, na ndio maana tumeona kwamba hata baada ya kufanya mazungumzo na Donald Trump, Urusi imekuwa ikiendelea kufanya mashambulizi na imekuwa ikilaumu iki nchi za Ulaya kwa kufanya kwamba majadiliano yanayoendelea sasa hivi kuhusu amani ya Ukraine kutoimarika kwa sababu nchi za Ulaya zenyewe zinataka kama alivyosema, uh, ndugu yangu Mturi hapo mm, mm, kwamba zinataka mgogoro huu uendelee, zinataka uh, raia wao waendelee kukubali hizo fedha ambazo zinapelekwa katika bajeti za ulinzi. Kwa hiyo, na nchi za Ulaya zinatumia mgogoro huu pia kutaka Marekani iendelee kubaki katika ulinzi wa Ulaya. Tunajua kabisa kwamba serikali ya sasa hivi ya Donald Trump inataka kujitoa kidogo kwenye kwenye kuilinda Ulaya, ikitaka Ulaya iendelee kujilinda yenyewe. Lakini tunaona Ulaya, nchi za Ulaya zinatumia pia mgogoro huu wa Ukraine kutaka kuifanya Marekani iendelee kubaki. Kwa hiyo chochote kinachoweza kutokea hata kama ni bahati mbaya kama hivyo drones zilivyo zilivyoonekana zimetumia swala hilo kufanya labda kutaka marekani endelee kubaki eh, katika ulinzi wa Ukraine mm -hmm, na kuweka ulinzi wa pamoja wa anga. E, na kwa mtizamo wako, nayrudi kwako kwa mzee Mtulia mm -hmm. eh, unadhani kwa nini Trump amebadilisha kauli ya kutoka kusuluhisha mzozo kwa masaa ishirini na manne hadi kukiri kwamba huu pengine utakuwa ni mzozo mgumu zaidi kusuluhisha? Ni, ni mgogoro mgumu kwa sababu eh, kila upande una, una maslahi yake mm, kama alivyosema hapo mwenzangu Mirima mm, eh, kwamba inabidi eh, kitu cha kwanza Urusi inataka ihakikishiwe ni kwamba eh, Ukraine Haiingii katika katika jumuiya ya NATO kwa sababu uwepo wa NATO karibu na mipaka ya, ya, ya Urusi itakuwa jambo la wasiwasi mkubwa, itakuwa jambo la mvutano mkubwa eh, kati ya, ya, ya Urusi na nchi za NATO. Na lazima tukumbuke eh, au tu, tuangalie kwa makini hapa kwamba kitu ambacho Warusi wanakizungumzia eh, ni kitu chenye manufaa kama watu watanielewa vizuri, mm. Ni kitu chenye manufaa kwa Ulaya na kwa dunia nzima. Hebu jaribu kuangalia endapo uh, Ukraine imeingizwa katika NATO na unajua nchi hizi za Ulaya ya mashariki bado zina dukuduku duku na Urusi na si dhani kama itakuwa vigumu kwa nchi kama Ukraine kujaribu uh, kuichokoza Urusi. Mm -hmm. Na kama ikiwa itaichokoza ita Urusi, unajua majibu yake atakuwa vipi? Tunaweza tukawa na balaa kubwa zaidi duniani kote. mm -hmm. Lakini nabaki na hapo hapo, ni kama diplomasia haionyeshi matumaini, mzee Mtuli, hasa kwa kuzingatia hii mikutano miwili eh, mikutano ta, ambayo tayari amefanya Trump na Putin na Zelenski, ukiwa bado hakuna matumaini eh, masharti yanaonekana ni magumu kwa upande wa Ukraine. Putin naye amesimamia masharti yake ili kufikia amani o, unadhani diplomasia ina nafasi, kwa kifupi? Yeah, mm. Masharti ni magumu kutoka pande zote mbili. mm -hmm. Kama Urusi inasema Ukraine uh, isiingie NATO na Ukraine inasema inahitaji uh, sehemu zote ambazo zinakaliwa hivi sasa na Urusi zirejeshwe, mm -hmm. kwa kwa Ukraine. mm -hmm. uh, uh, sasa hili tatizo litatatuliwa vipi? Na hapo ndipo ambapo nafikiri bwana Trump, rais Trump wa Marekani, ameona ugumu katika kulitatua kukutatua mgogoro huu kwa sababu hapo awali alifikiria kwamba akitoa, angetoa kauli tu basi ingewezekana kwa pande mbili hizo kusimamisha mapigano. uh, eh, uh, <coughs> Eh, tuna wasikilizaji wetu pia ambao wange, wana maswali mawili matatu. Ningependa pia mwatolee ufafanuzi kidogo, Saumu. Wanasemaje? Wengi wanafuatilia tu kile kinachozungumzwa na wachambuzi, lakini kuna mmoja hapa amesema kwamba kwa nini Rais Donald Trump kama ameshaona ni ngumu kwake kwa siku mia moja kuweza kusimamisha mgogoro huo kwa nini mm, hashirikiani na Umoja wa Ulaya katika kuiwekea vikwazo Urusi ili kuishinikiza lao kusitisha vita pamoja na msikilizaji mm, mm, wetu, hili la vikwazo, tayari kumekuwa na awamu kadha za vikwazo. Uh, Trump alishampa Putin siku hamsini akitaka kuacha vita eh, nchini Ukraine, na pia ameahidi kuleta vikwazo kwa mara nyingine. Lakini hizi kauli za Trump eh, nikija kwako Harrison, kwa, kwa, kwa kifupi tafadhali, muda umeenda, zinaweza kuleta matumaini hivi karibuni ama baadaye? Tatizo, kauli za Trump naye hazieleweki. Kuna saa zinakuwa kama <laughs> zinaleta matumaini lakini saa nyingine kama kama hazileti matumaini, kwa sababu ukiangalia Trump anaonekana anataka ku, ku, ku, kufanya yani, ku, ku kudili na huu mgogoro <laughs> kwa kuangalia ile root cause kwamba chanzo muhimu cha mgogoro huu na baada ya ule mkutano wa Alaska tunakumbuka kabisa kwamba Trump alikubaliana na, na na Putin na kusema kwamba inabidi tuangalie chanzo cha mgogoro huu mm -hmm. ameelewa mm -hmm. Lakini sasa sa nyingine akikaa na na na na washirika wake wa Ulaya unakuta Trump anatoa kauli ambazo unasema sasa, huyu ni yule ambaye alitoa kauli za mwanzo au ni mwingine? Kwa hiyo Trump ni mtu ambaye aeleweki, lakini ukiangalia vizuri unaona kabisa ni Trump anaweza akatatua mgogoro huu, ila sasa anavyoendelea anavyo kuwasikiliza hawa uh, viongozi wa Ulaya ambao ni kama wanataka mgogoro huu uendelee, inaonekana kabisa kwamba ni utakuwa mgumu sana, na tatizo ni kwamba kilichopo hapa ni kwamba wasipopata, wasipoweza kutatua mgogoro huu kidiplomasia, ina maana mgogoro huu utatatuliwa katika uwanja wa vita, na tunaona kabisa Urusi ipo tayari, na inaonekana kabisa sahivi Urusi sahivi ipo katika kama inaelekea kwenye ushindi, na sasa kinachofuata hapo ni kwamba watu wangapi wataendelea kufa zaidi mpaka mm -hmm. mgogoro huu uta utakapotatuliwa katika uwanja uwanja wa vita kwa, kwa mm -hmm. haya yanayoendelea kwa sekunde sekunde. Tafadhali, kwa haya yanayoendelea, vita hivi vinaelekea wapi, mzee Mtulia? Eh, bado eh, mapigano yataendelea kwa muda, lakini inavyoelekea hivi sasa eh, nafikiri hata eh, hizi nchi za Ulaya zimeshaanza kuelewa eh, mwisho wake utakuwaje. Mm. Na Dr. Harrison nadhani kwa jinsi inavyoonekana ni kwamba hili swali kama nilivyosema hapo awali litamaliza katika uwanja wa vita, na tunachoona sasa hivi hapa ni nchi za Ulaya hazitaki kukubali Urusi ishinde. Kwa hiyo na hazitaki kukubali kwamba kukubali kwamba makosa kwamba zilikosea hapo awali kupelekea mpaka mgogoro huu kufikia hapo, alishindwa kutatua mapema. Kwa hiyo kutokana na hayo, mgogoro huu nadhani uta utamalizika katika uwanja wa vita. Ninakushukuru sana Abdu Mtulia, ninakushukuru sana Dr Harrison Mwilima na wote ambao tumeshirikiana kwenye mjadala huu. Ndivyo tunavyohitimisha, lakini endelea kuwa nasi.